sababu sisi ni ndugu. Sisi polisi, lazima tufanye kazi kwa kushirikiana na pamoja, na sisi tunawategemea. Jeshi la Polisi tunawategemea nini? ambapo usalama utaanzia na nini? wewe na sisi sote. Hali ikiwa sio salama, tuwezi kupata nafasi ya kuswali. Kwa hiyo lazima tuhakikisha kwamba tunashirikiana kwa pamoja. Hawa wahalifu tunaishi nao, tunawafahamu wengine

kuna watu sasa, wanaingia fedha kutoka ndani ya kampuni yao, vitu vya dhamana kutoka ndani ya kampuni. Mtu anachukua fedha kiasi kikubwa cha fedha kutoka benki, anaweka kwenye gari yake, alafu anaondoka, anapaki gari, anaenda sehemu kula chakula, anaenda sehemu kuduka. Amepiga fedha milioni hamsini, milioni ishirini, ni fedha kuu, akuachia chaku wote, wanaondoka wanafunga, wanafunga gari, wanaondoka. Sasa watu wanafuatilia

kwa hivyo na kusherekea, unafanya matendo ambayo ni maovu, ambayo sasa watu wanafanya matendo hivi, wanakiuka mahali, wanasababisha uchungu, wanasababisha huzuni na hapo hapa ndipo tunasema tunashirikia sikukuu katika hali ya amani. Sisi tunapoeleza kujipanga, tutafanya vilia kuhakikisha kwamba tunakuwa salama, lakini hii itaetekana ikishirikiati kwa pamoja. Mimi nawahakikishia kwamba amani na utulivu inawezekana katika mkoa wetu, lakini niombe ushirikiano kwa pamoja. Niwatakie njema. Asanteni sana.